Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu kwa Kristo. Wapenzi, tumaini letu ni kwa Kristu. Leo tumekusanyika hapa kuitika mwito wa Kristu na wa kanisa lote ulimwenguni wa kufanya hija takatifu kwa ajili ya kuimarisha imani yetu na uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Ija hii inatukumbusha kuwa sisi ni wasafiri hapa duniani, nyumbani kwetu ni mbinguni, Yerusalemu mpya. Maisha ni safari ya imani inayohitaji matumaini. Katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Filipi sura ya tatu mstari wa ishirini hadi ishirini na moja tunaambiwa, kwa maana wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunatazamia Mwokozi Bwana wetu atakayeubadilisha mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu kwa uwezo ambao kwa huo hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Kwa hivyo Wakristu, tumuombe na mama kanisa kushiriki safari hii ya kuifananisha na safari ya ukombozi wetu, wa Bwana wetu akielekea Kalvari kwa ajili ya kutukomboa sisi. Wakristu, tutubu dhambi zetu na kuamini Injili na kutenda matendo ya huruma kila siku, ili tufanikie neema za hija hii na tuwe na matumaini ya kuridhi ufalme wa mbinguni. Tuombe. Ewe Bwana, wewe ni tumaini ambalo halikati tamaa na mwanzo na mwisho wa vitu vyote, bariki mwanzo wa safari yetu ya mahujaji nyuma ya msalaba mtakatifu wa mwanao, katika wakati huu wa neema. Ponya majeraha ya mioyo iliyovunjika, fungua minyororo inayotufunga sisi watumwa wa dhambi na wafungwa wa chuki, na kuwapa watu wako furaha, ili waweze kutembea kwa matumaini mapya wakielekea kilele cha maisha yao ya Kikristo, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu, daima na milele.

Ndugu zangu kutoka, kutoka katika jina la Kristu, yeye ndiye njia inayotuelekeza kwa Baba, ukweli unao unaotuweka huru, uzima ambao unatusaidia unatushindia kifo. Sasa tukiongozwa na msalaba huo wa matumaini Tuanze msafara wetu kuelekea mlango huo wa matumaini, tukiongozwa na nyimbo za sifa, tukijawa na matumaini moyoni mwetu kwa ajili ya Kristo, ukombozi wetu. Heri msalaba wa Kristu tumaini letu. Wewe ni tumaini letu. Wewe ni tumaini letu, hatutakata hata tamaa. Wewe. Wewe.